Omary Katanga hivi uh, karibuni tumeshuhudia sekeseke mchezo wa dabi Simba na Yanga ama Yanga na Simba, mechi haikuchezeka, lakini kumekuwa na songo mbingo za hapa na pale, lakini kwa upande wako hatujaona chochote ambacho umeposti eh, kuhusiana na huu mchezo wa Simba na Yanga, umekaa kimya kabisa, shida ni nini? Sio shida mimi nilia, niliona of course tumetangaza hii mechi eh, dabi ya Kariakoo eh, kila mmoja kila siku kama shughuli zetu ambazo zina, zina, zinataka kufanya namna hiyo, lakini sijaposti wala kuandika chochote kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa sababu ya kusubiri kuona mamlaka itasema nini. Unajua masuala ya kikanuni yanakuwa na mambo fulani hivi ambayo wakati mwingine unaweza ukajikuta wewe una, una, unaposti kitu alafu mtu akaleta kitu kingine cha kikanuni kikaku kikakuacha hoi, huyu akaleta hiki kikafanya hiki. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilikuwa mitandaoni huko, kila mmoja anachukua kanuni yake, anafanya hiki, anazungumza hiki, hnana mifano na na nini, vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku yanakuja kutoka maamuzi ambayo watu hawakutarajia, wengi sana wakutarajia, na ninaamini kabisa watu ambao posti katika mitandao yao hawakutegemea hii e, e, uamuzi ambao ametolewa mwishoni kabisa hapa. Pengi, pengi, sasa, eh, pengine matukio kama haya ambayo yamekuwa yakitokea mm, yanatufumbua kujua kanuni mbalimbali mbali katika mchezo huu wa soka ya yeah, hii mimi lazima niseme ukweli kabisa kwamba kwanza napenda napenda kuona matukio kama haya yanatokea. Yaani, haya matukio ya mikingamo mikingamo ya kanuni na nini, huwa napenda sana Simba na timu nyingine Yanga na timu nyingine Simba na Yanga klabu na mara nyingi huwezi kuona kwenye vilabu hivi madaraja ya kati ambayo yan, vinafanana, yaani mfano uione Coastal Union na Prison, matatizo yakijitokeza wala hakuna kelele wala hakuna kitu chochote ambacho eh, kinazungumzwa, watu hawezi kuwa busy kuanza kuzungumzia kanuni. Lakini inapotokea Yanga na Simba, Simba na Yanga, jambo ya la kikanuni Unaona, makelele yamekuwa mengi. Kwa hiyo napenda kuona matukio kama haya yanatokea kwa wingi kwa sababu yanasaidia watu kujua kanuni. Leo hii nikuulize wewe, nani asiyejua kanuni ya kumi na saba inasema nini? Kipengele cha 45. Kila mmoja hata mtoto mdogo ukimuuliza kanuni ya kumi na saba eh, kipengele cha 45 taratibu za mchezo ni nini, anakwambia, kwa sababu anaifahamu. Watu wako bizi kufuatilia kanuni, kwa hiyo haya matukio yakijitokeza watu wanajifunza kanuni, wanafuatilia kanuni na pia vile vile inakuwa ni kitu kizuri kwamba e, mwaka miaka miwili mitatu minne mitano ya mbele unakuja kukuta watu wapo bize na wanafahamu vizuri sana kanuni zinazungumza namna gani. Na ndio maana mimi nikasema, hapana, mimi nisiposti chochote, nisiandike chochote kwenye mitandao ya kijamii, kusubiri mamlaka ije iseme, nitasema ama nitaposti baada ya kuona mechi inachezwa sasa hivi imeamuliwa kwamba mechi ichezwe na hmm. Unatamani mechi ichezwe kipindi kipi? Wakati wa katikati, wakati, wakati ligi inaendelea hmm. Ama mwishoni kabisa mechi ipigwe na iende kuamua bingwa. Watu wengi nimesikia wanasema kwamba eh, wanatamani kuona hii mechi inachezwa mwishoni, yaani ligi inapokwisha kunakuwa na timu zote, ili mechi ya mwisho za kufunga msimu timu zote zinashuka nimbani. Kwa hiyo watu wengi nimesikia mitandao wanazungumza, wanasema ingependeza Simba na Yanga hawa wakutane kwenye mechi ya mwisho ya kufungia msimu. Mimi niko tofauti kidogo. Sasa hivi ligi imesimama kupisha kalenda ya FIFA huu mwezi Machi. Ime, imesimama kupisha kalenda ya FIFA na kwa namna yoyote ile ligi itarajia tena. Binafsi yangu ningependa kuona hapa hapa pa moto. Tukirudi tu, yani ligi ikirejume tena mechi ya dabi ichezwe ichezo kila mmoja avune alichokipanda, tujue ligi itakwenda kumalizika katika mtindo ambao purukushani itakuwa ya kutosha sana, yaani ushindano utazidi kuongezeka. Lakini ukisubiri mwishoni, yanaweza katokea mwishoni, ukisubiri afu akagoma, wapo akagoma, <laughs> kinafanyika nini? Yani mechi ya mwisho ile ya kumaliza ligi, mmoja anasema ah, na okay. nami nagoma, au mimi nagoma tena, siende uwanjani Itatokea nini? Bingwa hapatikani, bingwa hapatikani. Sasa cha msingi ichezwe, hapa hapa pa moto. Yaani tukiruhusu tu ligi ichezwe, kila mmoja ajue amevuna kitu gani, na ndio kitu ambacho mimi binafsi natamani kuona e, kinatokea kwa sababu leo hii Yanga ukiwasikia unasema kama wachezi, Simba unasema tuko tayari. Mimi sitaki kuingilia, ndio hayo mambo ya kikanuni ambayo mimi nakataa kuyaingilia, sitaki kutia neno hapo. Mimi tu taarifa ambayo inakwenda nayo ya mwisho ni ya bodi kwa maana ya kamati ya saa sabini na mbili kwamba mechi itarudiwa. Kwa hiyo niulize ichezo lini? Napenda kuona na inachezwa hapa hapa pamoto, ichezwe imalizike na mambo mengine yaendelee. Asante, yeah.